E, mfululizo wa mafunzo yetu ya tiba ya hijama kwa jamii ili waweze kuifahamu tiba ya hijama ni nini na faida zake ni zipi na hasara gani ambayo mtu anaipata kama hakufanya tiba ya hijama. Katika historia ya mada iliyopita, tutaendelea na historia katika nchi mbalimbali. Je, wanasemaje kuhusiana na jadi ya tiba ya hijama? Je, wanaifahamu historia ya hijama katika tamaduni mbalimbali? Tutaanza na nchi ya Misri. Wamisri walikuwa miongoni mwa watu wa kwanza e, mwa watu wa kwanza kuandika kuhusu hijama, wakielezea kama njia ya kuondoa vitu hatari mwilini. Michoro kwenye makaburi ya farao mwaka elfu moja mia tatu ishirini na tatu mpaka mwaka elfu moja mia tatu thelathini na tatu e, basi na hekalu la Kom Ombo na hekalu la Kom Ombo zinaonyesha matumizi ya vikombe vya glasi kwa ajili ya kunyonya damu. Hii ni kuonyesha kwamba nchi ya Misri ni miongoni mwa nchi ambayo ina historia, ina utalii wa kuchunguza, wa kubaini e, katika matumizi ya vifaa vya kijadi zamani, jinsi gani walivyokuwa wakiitunuku tiba ya hijama, kwa sababu waliamini na waliiona kwamba ni moja katika tiba bora sana ya kuondoa vitu hatari mwilini kama vile sumu, kuondoa bakteria, fangasi, kuondoa uchawi, kuondoa shari za mashetani na mfano wake. Kwa hiyo Misri ilikuwa ni miongoni mwa taifa ambayo limeweza kufanya hayo kwa sababu ya manufaa mbalimbali yanayopatikana ndani yake, lakini nchi ya pili, nchi ya China. China, katika tiba ya jadi ya Kichina, hijama ilitumika kuondoa eh, kuondoa damu eh, ambayo iliyokufa lymph nodes zilizokufa zile, lakini pia kuboresha mzunguko wa nguvu ya maisha, lakini pia vitabu vya kale kama vile Neijing, lakini pia na su na, na Suwen, basi pia vinaelezea matumizi ya tiba ya hijama kwa ajili ya magonjwa ya kupumua na maumivu ya misuli. Kwao Wachina nao katika jadi ya tiba ya hijama hawako mbali kwa sababu hata vitabu pia wameviandika vya Kichina kupitia wazee wao hawa ambao walikuwa wakiifanya hii tiba kwa ajili ya kutibu magonjwa ya upumuaji kama nimonia, kutibu magonjwa ya upumuaji kama magonjwa ya kifua, pumu, lakini kutibu magonjwa kama ya kwikwi kwi na mfano wake. Lakini pia tiba ya maumivu ya misuli. Kama mtu ana maumivu ya misuli, basi wa China wana historia pia katika tiba hii ya hijama, walikuwa wakiifanya na wana vitabu vinavyoeleza umuhimu wa tiba hii. Nchi ya tatu, Ugiriki na Roma. Ugiriki na Roma, Wagiriki na Warumi walichukua hijama kutoka kwa Wamisri, kwa maana Misri kwa kwanza, nchi ya kwanza katika historia ya tiba ya hijama, basi wa Ugiriki na Waroma walijifunza hijama kupitia Misri, na madaktari kama vile Hippocrates waliitumia kama njia ya kuondoa damu chafu na kurekebisha usawa wa mwili. Kwa hiyo Bwana Hippocrates yeye alikuwa ni, ni Misri lakini aliipeleka elimu hii ya tiba kupekwenda mpaka huu ni Mgiriki, lakini alipeleka tiba ya hijama mpaka kufikia huko Ugiriki na Roma, na hatimaye na wenyewe wakali miongoni mwa mashabiki wakubwa wa tiba hii ya hijama, kwa sababu inasaidia sana kuondoa damu chafu, lakini pia kurekebisha usawa wa mwili katika zile elementi nne za uhai ambazo tutakuja kuziona katika masomo no yanayokuja. Lakini eneo la tano nchi nchi ya ta, nchi ya nne eneo la nne katika nchi ya nne Ulaya ya Kati na Mashariki katika karne ya kumi na tisa hivi juzi tu, takriban kama karne mbili zilizopita, Hijama ilitumika sana Ulaya kwa kutibu magonjwa ya kupumua kama vile pneumonia na kifua kikuu kwa maana TB. Lakini katika nchi kama Finland, hijama ilifanyika kama eh, kama eh, katika karne tangu karne ya kumi na tano nchi ya Finland ilifanya tiba hijama tangu karne ya kumi na tano ikitumiwa katika sauna e, ile tiba inaitwa sauna ya mvuke, ile kupitia madawa mbalimbali kwa ajili ya kuchangamsha mwili na kuondosha uchovu kwa ajili ya afya na kupumzika, kwa kuonyesha kwamba pia nchi za Ulaya na Amerika ya Kati, e, Ulaya ya Kati, lakini pia na mashariki ya, basi zenyewe pia zimehusika na zimehusika katika utamaduni huu wa kufanya tiba ya hijama kwa ajili ya kuboresha afya zao. Na nchi nyingine ambayo inahusika katika historia ya eh, hijama, Amerika ya Kaskazini. Katika tamaduni za asili za Amerika, mifupa ya wanyama ilitumiwa kama vikombe vya kunyonya damu kutoka katika mwili kwenye majeraha kwa sehemu eh, kwa, kwa lengo la kuondoa sumu na kuharibu, na kuharakisha uponyaji. Kwa hiyo pia nchi za Amerika ya Kaskazini zilikuwa zinatumia tiba hijama kwa kutumia pembe za ng'ombe pembe za wanyama wanazitengeneza glasi zile, alafu wanatumia kunyonya katika mwili wa binadamu kwa ajili ya kutibu maradhi mbalimbali ikiwemo kuondoa sumu, lakini pia kuharakisha uponyaji. Kama mtu ana vidonda vinachelewa kupona, basi alikuwa anafanyia tiba hii, na kisha kidonda kile kinapona sana, kwa haraka sana baada ya kuruhusu mzunguko wa damu katika kile kidonda. Kwayo utaona kwamba katika historia ya tiba ya hijama, utaona kwamba nchi hizi zimehusika katika kuitunza hii jadi, kuienzi hii jadi na hata vizazi vyao leo China, kama nchi ya China bado wako mbele sana katika tiba ya hijama. Hata vifaa sisi ambavyo tunatumia katika tiba ya hijama vinatoka China, lakini nchi kama Misri ndio nchi mama katika tiba ya hijama, lakini pia nchi ya Ugiriki na Roma na sambamba na Ulaya ya kati na mashariki na Amerika ya Kaskazini, hao wote wamekuwa ni mashabiki wakubwa wa tiba ya hijama. Kwa kupitia details hizi, kumbukumbu hizi inaonyesha wazi kabisa tiba hii ya hijama ni tiba ya kale, na kama tunavyosema wahenga vya e, kale ni dhahabu, basi dhahabu yenyewe inapatikana ndani ya tiba ya hijama. Yeyote ambaye atafanya tiba ya hijama hatojuta. Yeyote ambaye atafanya tiba ya hijama atafanikiwa, ataimarisha afya yake kibayolojia, lakini pia na katika nguvu za giza. Wale ambao wameathirika na uchawi wameathirika na mashaitani, wakifanya tiba ya hijama, usalama wa afya zao utarejea kama kawaida. Kwa kufikia hapa sina la ziada. Ni mimi daktari wako Omar Maalim Kamna, ni daktari mkuu katika kliniki ya Kamna Hijama Clinic Center, lakini pia ni mkurugenzi wa Kamna Hijama Clinic Center. Tunawakaribisha kwa ajili ya matibabu katika kliniki yetu, lakini pia tunawakaribisha kwa ajili ya kuja kupata mafunzo ya hijama ambayo tunaendesha katika kituo chetu hiki, kwa lengo la kuisambaza hii ilmu ya hijama, waje kusoma hapa watu kwa vitendo na nadharia, ili waweze kuwa wataalamu, lakini fursa ya kiuchumi na